na Daraqutni ametoa riwaya ingine Mtume anasema la siyama liman lam yafridhu min al-layl, hana somu kama mtu hajaweka nia, hajaweka nia kuanzia usiku. Nena albayat Kiarabu anatumia usiku, usiku mchana kulala inaitwa kailula. Sasa inatakiwa usiku mtu aweke nia, Mtume anasema anasema, hadithi mbili hii wote, mtu yeyote ame, ame atakufunga lazima aweke nia usiku kabla fajr ajaingia riwaya hii imeweka wazi, ambayo anasema kabla alfajri, sio usiku baada ya maghrib, ba, ah kabla alfajri. Wakati unakula daku utakie uweke nia, wewe kesho unafunga. Kama hujaweka nia kwa ndani moyo wako, usomu huna, manake innama al-a'mal bin-niyyat innama likulli ma nawa, kila amali, kila ibada ina connection na na nia sasa lazima somu mtu aweke nia ni usiku. Sasa swali linakuja, nia ni tamke? madhhabu Abu Hanifa na Malik, Ahmed bin Hanbal, Shafi'ia Shaficia wa wanoona kudhihirisha nia ni sio sharti wala sio wajibu, sio lazima nia. Mtu aweke nia dhamira haba mimi kesho nafunga hivi nia, lakini kudhihirisha, wote wanasema sio lazima, isipokuwa shafiia wanaona kudhihirisha nia mara nyingine ni inapendeza, lakini kwao sio lazima, sio sharti. Lakini wote mekubaliana mahalu nia alqalb, nia mahala yake ni ni moyo, lakini umtu kutalafudh nia, wote maaina mkubaliana sio lazima na sio sharti

Sa bora zaidi kama mtu sema, mtume amedhihirisha dhihirisha, sema mtume hajadhihirisha, usidhihirishe bora zaidi. Lakini kama mtu amedhihirisha, sio maanake sisi tumkufurishe tumtukane, hii sio sahihi. Na baadhi Shafiia wanaona bora zaidi, yani bora sio lazima, bora zaidi au bora au inapendeza ina mtu kudhihirisha ile kitu iko moyo

hal indakum shay, je chakula leo upo mebia fakulna uhdiya lana haisun uko watu jirani met sisi a hais ni kama ina fanana asida e s inafanana kitu kama bokoboko ni asli yake samni na tende, tende umetoa ile ya koko, sio ya ndani samni ume umtu amechanganya pamoja, yani yuko kama bokoboko au kama asida. Sinitu asida tamr. Tuna chakula leo hii, watu jirani watu mletea zawadi uhdia ni hadia aisu mm. Kala mtumkasema arinii, ae nioneshe nione kwanza chakula nyewe. Faqad asbahtu saiman. Leo nataka niweke nia kama siku ile, kama jana ile, nifunge mm, nifunge. Chakula hamna? Madamu ipo, hebu nionyeshe. Kaona kampenda, fa akala amekula. Hadithi hii ina faida mingi sana. Hadithi hii inaonyesha somo ya Sunna, mtu anaweza kuweka nia mchana kwa sharti asile, si baada ya fajr ukula breakfast alafu unakuja saa 4, nasema nimefunga. a a, sharti usile

Kama fardhi ni nzito, nguzo katika Uislamu, lazima niyo weke katika usiku kabla ya ya fajri ya kweli. Sasa hii hadithi na, na mtu asalamu alikuwa zangu na salamu, sala fardhi lazima ana sali amesimama. Sala sunna hata mara nyingine hajachoka, yani haja, anaweza kusimama, ana sali amekaa maana hmm. Ibada ya fardhi, ibada sunna, uzito wao ni tofauti, ya fardhi

bora uweke usiku lakini kama itokea dharura utakuweka nia baada ya fajri, haina shida. Lakini fardhi haikubaliki, haikubaliki kabisa. Lazima fardhi uweke usiku, kabla ya fajri, adhana ya ya pili. Hadithi ya faida. Mtume sala salam, yeye bora kuliko vimbo yote, wimbo yake mara nyingine ilikuwa chakula hamna. Mimi leo na wewe, Uislamu salamika, maisha ngumu, maisha ngumu na kuuliza, maisha ngumu jiko siku kwako, kwa nyumbani hajapikwa chakula, ipo. Mwezi mzima hajawasha jiko, ipo. Aisha radhiyallahu anha anasema, inapita mwezi na mwezi mwezi mmoja au mbili, jikoni kwao hawawashi moto, chakula hawana. Unakula nini? Nasema unakula kitu nyeusi mbili, tende nyeusi na maji nyeusi. Lakini nyumba ile mbaye mara nyingine watu wao wanakaa njaa wanakaa mwezi mmoja mbili tatu jiko haiwaki, hakuna msosi, hakuna ubwabwa, hakuna chipsi, hakuna nyama, hakuna baya. Leo chakula aina tofauti chakula sisi hawa. Basi kulikuwa mtume anakuja kwake hajui chakula ipo, hamna. Lakini nyumba ile wameishi dunia bora kuliko sisi, au watu tunasema bora kuliko viumbe yote, na wake zake bora kuliko sisi zote radhiallahu anhunna jami'an. Lakini nyumba hii pamoja hivi, ilikuwa nyumba wahi inashuka na juu inashuka. Wao wameishi dunia kama sehemu ya kubita, hawajaishi dunia kama wanakaa milele kama sisi leo. Watu wanaishi dunia yani kama ishi kama mwingine yumba wako kila kitu anachanganyikiwa mtu ah, nyumba yao nzuri, usiku halali. Ni dunia sehemu ya kubita. Wao wanajua dunia ni shamba, unalima unafuna ni akhira Mtume anaweza kumwambia Allah Subhanahu wa ta'ala, nishushie mali yote dunia nile na raha, kama wanabata wafalme wanakula. Anasema anajua sehemu ya kupita. Na mwingine mtume anafunga na ni hajar jiwe kwa tumbo lake kwa njaa, lakini dunia sema sasa. Yule anakaa mtume asema kumba yake mwingine, chakula hamna, na mtume hajui nyumbani chakula yipo ama hamna. Kama wanao mwingine sisi, bora mimi nileta mchele, bora imeisha

Sasa uchafu hauwezi kuona, lakini ulama Shafii, Imam Shafii anasema kama yuko zama serikali Waislamu, hakuna khalifa Waislamu haipo na washarifu hawabati fungo ya ya ile ngawira nitasio no, ngawira hawabati mm. Kama hawa maskini kwa dharura, unaweza kwa sadaka, manake hawabati nga, ngawira mm. Lakini kama mtu sharifu anaweza kupata sehemu yote, kitu bora sadaka, asile mtu asemwe kwa sadaka, hali Mtume akasema arinihi, nionyeshe na hapa. Dalili cha kula uweze kula baka, uone kwanza chakula aina gani mtume swalla llahu alayhi wasallam amekula. Hii leo tukisema hapa hadithi mbili, hii ni fardhi, lazima uweke nia. usiku kama hujaweka somo zako sio sahihi. Kutamka wanazuoni wote wanasema sio lazima kutamka, madhehebu yote manne kwa Shafi'i anasema ini, inapendeza kama mtu haina, sio shida au haina shida kama mtu atadhihirisha